Mbaisasa imerejea nyumbani baada ya kutoka e na matatu ili pande ligi kuu. Tuko na viongozi wetu, mwenyekiti wetu wa chama cha mpira mkoa wa Geita, tuko naye mbele hapo, ndo msayu mbele katupandisha, tumepanda, tumerudi ligi kuu. Hii ni Geita imerejea ligi kuu ya

Kwa majina naitwa Elizabeth Mwakwenda, ni mwenyekiti wa soka la wanawake mkoa wa Geita. Sisi tumeipokea timu yetu ya Geita Queens. tumefurahi sana. Timu yetu ilikuwa imeshuka, kwa sasa imepanda. Kwa hiyo furaha yetu sisi ni kuona timu yetu inaendelea kukaa pale juu. Lakini pia tunawaambia mashabiki, wadau wote wa mpira mkoa wa Geita tunahitaji sapoti yao kubwa yeah. Timu yetu kukaa pale juu ni sapoti kutoka kwao, bila wao kutusapoti timu yetu haiwezi kufanya vizuri. Kwa hiyo wana Geita wote kwa ujumla, wadau wote, wana michezo wote, viongozi wote wa Geita, tunahitaji sapoti yao kubwa ili timu yetu iendelee kung'ala. Naitwa Salum Ally Kulunge ndo mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Geita kubwa kama Geita ni kuhakikisha kwamba timu hii inaenda kuenda kuwa mshindani katika ligi kuu, sio tena kufikiria kushuka daraja, na hilo naamini linawezekana kwa sababu uh, kikubwa ni jinsi gani ya timu inaweza ikasustain katika nafasi, na hii yote ni kwa sababu ya udhamini mkubwa ambao tumeupata wa African Underground, ukweli tunawashukuru sana na ni watu ambao wamedhamiria kufanya makubwa zaidi katika timu. Lakini mimi niseme kama mwenyekiti wa chama cha mpira mkoa, ni kwamba African Underground ametufikisha hapa na bado anaendelea kuwa na sisi, lakini bado hatoshi. Mkoa kama Geita wenye thamani kubwa hasa katika dhahabu, mkoa wenye utajiri mkubwa wa dhahabu, tunapaswa tupate wadhamini wengi wa kuhakikisha kwamba hii e timu tunaishikilia na hii e timu tunaweka kila aina nguvu kuhakikisha kwamba inafanya vizuri zaidi hapa ilipokuwa na inafanya vizuri ligi kuu ili kuhakikisha kwamba tunapata nafasi za kushiriki sisi kimataifa, ili ndio lengo letu kubwa. Naitwa Kitula Osman, ni kocha mkuu wa Geita Queens. Niko hapa kwa ajili ya kuwajulisha mashabiki wa Geita Queens na wadau wa, mche, wa, mp, wa mchezo wa mpira wa miguu kwa ujumla ya kwamba tulijiandaa vya kutosha kuelekea katika mashindano ya championship lakini pia kwa kushirikiana na chama cha kisoka Geita pamoja na wadau wote na uongozi wa AMSI waliweza kufanikisha kila jambo, na tukaweza kufika katika viwanja vya Jamagana huko Mwanza, na katika michezo yetu mitano tumeweza kunufaika kwa, kwa kushinda michezo minne, lakini pia pamoja na kupata huo ushindi timu yetu imeweza kufanikiwa kufuzu katika ligi kuu Tanzania bara. Kwa majina, naitwa Honesta Hamidu Kindawe, ni kaptena Geita Queens. Awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mpaka hatua hii ambayo tumefika na tumeweza kufanikisha kupambana na kuweza uizisha timu katika ligi kuu. Lakini pia nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa wadau na wapenda soka mkoani Geita, ikiwemo na Kulwa Biteko pamoja na ASAP mining kwa support yao waliotuonyesha. Kwa hiyo tumeweza kufanikisha jambo letu kupitia wao na naamini kupitia wao sisi tutafanya vizuri zaidi, na niwaombe wadau na wapenda soka wengine wasikatie tamaa, waendelee kutuunga mkono kwa namna moja ama nyingine, tuweze kufanikisha jambo letu, kwa sababu timu ishafika ligi kuu. Tunategemea sapoti kubwa sana kutoka kwao ili tuweze kufikia malengo. Asante. <coughs>